Yesu asifiwe mtazamaji, na wewe msikilizaji ambaye unaungana nami katika siku ya leo kupokea maneno ya Mungu. Napenda nichukue nafasi hii kukaribisha kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuleteeni habari njema za ufalume wa Mungu. Kumbuka siku zote tunamtangaza na kumhubiri uh, Yesu Kristo kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Tunamtangaza na kumhubiri Yesu Kristo kwamba yeye ndiye njia. Tunamtangaza na kumhubiri Yesu Kristo kwamba yeye ndiye kweli. Tunamtangaza na kumhubiri Yesu Kristo kwamba yeye peke yake ndiye uzima. Hakuna uzima pasipo na Yesu Kristo. Na ndiyo maana maandiko matakatifu yanasema wazi kwamba asiye na mwana hana baba. Na mimi sijui wewe hapo ulipo na unaponitegea sikio katika siku ya leo, sijui kama kweli una Yesu. Maana siku hizi watu wameacha imani, watu wameacha imani. Hapa naongelea imani ya kweli ambayo iko ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka kukuuliza mpendwa, je, wewe hapo ulipo umesimama katika imani ya kweli? Unafuata imani ya kweli? Uh, kuwa na imani ya kweli mpendwa uh, sio kuwa Mpendekoste. Kuwa na imani ya kweli sio kuwa Mroman Katoliki. Kuwa katika imani ya kweli sio kuwa Muislamu. Kuwa na imani ya kweli sio kuwa Mpresbiterian. Kuwa katika imani ya kweli sio kuwa Msabato. Kuwa katika imani ya kweli wewe sio mpaka uwe Muisraeli uh, mwenye imani ya kweli Uh, yule ambaye ni kondoo ambaye sio mbuzi uh, sio mbwa mwitu, ni yule ambaye uh, anaitwa kondoo. Yani kondoo ni yule ambaye amekaa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, na watu wengi siku hizi tulizo nazo wameshapotoshwa, wameshapotoka, uh, wameanguka, uh, wame bila ya wao kujua hawajatambua kwamba tayari kuna anguko limeshatokea katika maisha yao, na ndiyo maana siku zote sisi tunamhubiri Yesu Kristo ili kwamba wewe uweze kutengeneza maisha yako na Yesu. Haijalishi mpendwa, umefanya nini, haijalishi umeshaanguka uh, kiasi gani, Yesu bado anakuita nasema, njoo kwangu ninyi nyote uh, mliolemewa na mizigo ya dhambi. Aa, anasema atawapatia pumziko, mtapumzika kwa Yesu. Kama unaona ndani ya maisha haya haupati pumziko, unahanga, unahangaika unatangatanga, unataabika kwenye maisha haya, ni kwa sababu haujaja kwa Yesu, haujampata Yesu. Akumpata Yesu sio kwenda kanisani, kumpata Yesu sio kutoa sadaka, akumpata Yesu sio kutoa michango ya kanisani, kumpata Yesu sio Uh, kwamba lazima uwe mhubiri kama navyohubiri. Kumpata Yesu sio kuwa mchungaji. Kumpata Yesu uh, haimaanishi lazima uwe mwombaji kama hao wanaojiita waombaji. Kumpata Yesu sio eti mpaka uwe nabii uh, kumpata Yesu uh, sio mpaka uwe mtume. Kumpata Yesu sio mpaka eti uh, ujulikane kama uh, baba askofu kiongozi mkuu asijui uh, nani. Hapana, uh, mpendwa, uh, kumpata Yesu uh, ni kitu chepesi sana hapa duniani. Oh, neno la Mungu ninasema, lazima wewe ukiri kwa kinywa chako kwamba Yesu Kristo, haleluya, awe Bwana na Mwokozi wako. Ujue kwamba alikufia msalabani na akafufuka siku ya tatu, na hii leo yuko hai, haleluya. Ah, kama nilivyosema wengi wameacha imani hii ya kumwamini Yesu Kristo, kwamba wokovu unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! kwamba watu wengi wameacha kuamini kwamba uponyaji unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Watu wengi wameacha kuamini kwamba uh, njia inapatikana katika Yesu Kristo. Watu wengi wameacha kuamini kwamba uh, kweli inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Watu wengi wameacha kuamini kwamba uzima unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Uh, watu wengi wameacha kuamini kwamba uh, kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni kuliko mambo mengine uh, kwamba uh, ndio kitu cha kwanza kwenye maisha kama vile maandiko matakatifu yanavyosema kwamba

and and his righteousness and all other things shall be added onto thee, kwamba utafuteni oh, kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya mengine yote mtazidishiwa. Wapendwa, sasa watu wameacha imani ya kweli oh, ya kutenda na kuyafanya mapenzi ya Mungu, wameanza kuwakimbilia manabii, wameanza kuwakimbilia mitume, wameanza kuwakimbilia wapaka mafuta, watoaji wa mafuta, wameanza kuwakimbilia wanaohamasisha kwa kuhusu mambo ya mafanikio ya dunia hii, na ndio maana katika siku ya leo nimekuletea ujumbe huu ambao mimi nauita ni ujumbe wa kinabii. Ujumbe unasema hivi, unabii juu ya upotoshaji wa kizazi cha leo. Watu wengi wamepotoka, wamepotoshwa. Na ninaposema hivi mpendwa, uh, usianze kuwaza au kadhania kwamba mtu ambaye alisha arudi nyuma, ambaye ame amemwasi Mungu au ambaye amepotoshwa, haendi kanisani. Hapana, yani mumepotoshwa kipindi bado mko ndani ya makanisa. Uh, are you you still going to church, you have a church membership? Lakini cha kusikitisha ni kwamba ninyi ndio ambao mmepotea kweli kweli mmepotoshwa vya kutosha, maana watu wengi wanaamini. Kwa nini nasema ujumbe huu, nasema aa, nimeupa aa, kichwa cha habari au kichwa kinachosema unabii juu ya upotoshaji wa kizazi cha leo, ni kwa sababu katika kizazi tulichonacho, mtu ambaye anatenda muujiza wanaona kwamba ni mtumishi wa Mungu. Mtu yeyote anayehubiri, wanasema anayesema, anahubiri Yesu, wanaona kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Mtu yeyote ambaye anawa anawauzia mafuta ya upako, maji ya upako, vitambaa vya upako, anayewauzia mambo kama haya, wanaona huyu ndiyo mtumishi wa kweli. Na ndio maana unaona a, makanisa au sehemu kama hizi wamejaa watu wengi sana. Na wewe unategea sikio katika siku ya leo, unaweza kuwa ni mmoja ya watu hawa ambao nasema wazi katika siku ya leo kwamba wamepotea. Mpendwa, tuende kusoma maandiko matakatifu kwanza, ili kwamba upate kunielewa, upate kunielewa vizuri. Kwa nini naleta ujumbe huu katika siku ya leo? Kwa sababu inasikitisha kweli kweli kuona watu walivyopotoshwa katika dunia hii. Uh, ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya saba, uh, ukianzia mstari wa 21 Haya, uh, ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe, anasema hivi uh, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mtazamaji um, na wewe unayenisikiliza katika siku ya leo, nataka uelewe kitu hapa. Nataka utambue kitu au jambo moja hapa. Uh, maandiko matakatifu yameweka wazi, akasema uh, sio kila mtu anayesema bwana bwana. Na sio maneno yangu, sio maneno ya Mathayo, sio maneno ya Paulo, sio maneno ya Yohana, sio maneno ya Petro, sio maneno ya ya Luka, sio maneno ya ya Marko, ni maneno ya Yesu mwenyewe anasema, asi kila asemaye Bwana Bwana ataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Anasema, atakayeingia mbinguni ni nani? Anasema yeye anaf, anayafanya anayefanya anayatimiza mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. Kwayo, kwa hiyo anakuonyesha wazi kwamba wewe unaweza kuwa unahubiri, tunamtangaza Yesu, tunasema Bwana Yesu ni Bwana, unaweza kuwa ni mwimbaji kabisa mzuri sana, unaweza kuwa ni mchungaji, unaweza kuwa ani mzee wa kanisa, unaweza kuwa mtu yeyote, maana hapa nimesema si kila si kila mtu unaona hapa, haja ameongelea kwa ujumla, yani bila kuchagua. Hajasema kwamba naongelea ma, ma wayahudi tu, ameongelea sisi sote, na ndiyo maana inatakiwa wewe jichunguze. Watu siku hizi kama hawendi kanisani wanakuhukumu wanasema, yule alishaanguka, lakini mnashindwa kufahamu kwamba wengi wenu mmeanguka kipindi mnaenda kanisani, maana ambaye haendi kanisani yeye ndo anaonekana ameanguka. Na hasa ninyi wa Pentekoste, ninyi wa Pentekoste hizi zenu hizi, sijui kama zilisha zilishapotea uh, asilimia mia moja. Amesema uh, yeyote anayeyafanya mapenzi ya Mungu aliye mbinguni huyu ndiye ataingia mbinguni, lakini akasema sio kila asemaye Bwana Bwana, na ninyi mnaye shoboka mna akwenda makanisani rukaruka ruka, mnafanyaje tu mnaimbaimba. Wapendwa, tujichunguze. Mungu sio shangazi yako, Mungu sio mjomba wako, Mungu sio baba yako, Mungu sio mama yako, mpaka wewe uanze kuwahukumu watu: yule haendi hata kanisani, mbinguni hawezi kwenda. Akwenda kanisani sio kwenda A, sio kwenda mbinguni. Akwenda akutoa sadaka kanisani sio kwenda mbinguni. Akutoa mamichango yote ndani ya kanisa sio kwenda mbinguni. Akumvalisha mchungaji au wewe, kunipa sadaka, akusaidia huduma yangu sio kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni ni rugha simbo, rugha rahisi sana na ni nyepesi sana. Mpendwa, ni kwamba lazima wewe na mimi tuyatende mapenzi ya Mungu aliye hai. I don't know. I don't know if you understand this. It is a very simple. It is a very, very straightforward. Uh, you have to do the will of God. Tenda na timiza mapenzi ya Mungu aliye hai, na ndiyo maana anasema mpendwa, usiishi anakusishi na kutenda kusudi la mwanadamu. Haleluya, atimiza na fanya kusudi la Mungu aliye hai, Mungu aliyekuumba wewe na mimi. Mapenzi ya Mungu, tunaongelea mapenzi ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo ametuonya vizuri sana wewe, usianze kuwahukumu watu, yule ametoka kanisani, hawa yule atakuwa ameshaanguka na wapendekoste, ndio mna mna tabia hizi, mipendekoste ninyi eh, hawa tunaongea kwa lugha lugha gani, hata mnazo hatalugha mnazoziongea, wakiona tu mtu haendi kanisani, alishaanguka, huyo ni mpagani. Heo, ni mpagani hatoaji sadaka ni mpagani. ha, ha, afanyiji ni mpagani, hahusiki na hapa ni mpagani, yeye ni mpa, ni, ni. We, wewe, wapendwa, sisi sote ni wapitaji hapa duniani, acha kumhukumu mtu kwa kuangalia kanisa lenu. Sasa hapa Mungu ana aneno la Mungu inatuonya wazi kwamba weo sianza kuji, kujidai. Anasema hivi, tuendelee kusoma hapa. Akasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina la a, kwa jina lako na, na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Andipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Oh, kumbe ana, hii ndio siri ambayo ninyi milokole wengi hamfahamu, hamtambui wala hamtaki kuelewa. Mtu anapokemea manabii wa uongo hawa, mashetani wanaowauzia mafuta ya upako, eti wananyunyizia, anafanya hivi, mnaanguka, mnaona kwamba hao ndio watumishi. Yaani mkishaona sehemu ambayo pamejaa miujiza mingi yaani sehemu kwa mtumishi asijue kama mimi sisemi ni mtumishi wa Mungu, maana lazima niendelee kusoma uh, matendo yao wanasema, uh, mtawatambua kwa matendo. Lazima nilinganishe wanayoyafanya na maandiko matakatifu yanasemaje. Sasa vi watu a uh, milokole mingi ya, ki, ya siku hizi ikishaona sehemu yenye miujiza mingi, pokea maji, ndiyo baba Pokea, ndiyo baba, ah, utaenda utakuwa mtu mkubwa. Alafu wanaona viwatu vinakuja vinaanza ati vinatoa ushuhuda, oh, mimi aniombea baba, nilikuwa hivi, oh, nika, ne, nika, nikawa hivi. Shetani wewe shetani, shetani shetani, wewe ni, ni shetani. Hayo ni ma shetwani, hayo mashetwani, hayo mashetani, mashetani washindwe katika jina la Yesu Kristo unatoa shuhuda wa uongo oh, mimi aniombea akiwa pale nikapona. Watu hao wanapanga mambo hayo. Lakini siri ambayo nakuletea mpendwa, wee ifahamu. Nakua, nakua, nasema hivi ujumbe huu ni unabii juu ya upotoshaji endelevu wa kizazi hiki kumbe. Uh, wewe kama wee ni mjinga, utaona kwamba kila anayetenda miujiza ni mtumishi wa Mungu. that is not true hiyo sio kweli, maandiko matakatifu yamekataa. Maana hawa watu wanasema watakuja kwa Yesu, watamwambia Yesu sikiliza. Wanajitetea kwa Yesu, wanamwambia sikiliza Yesu, watamwambia hivi, watasema hivi, Yesu sikia, tulitoa unabii. Wanamwambia Yesu amwone watu wanatoaga unabii. Sasa Wakristo akili zao zimeoza, warokole akili zenu zimekufa wao wanawambia, Yesu Yesu, tulitoa unabii sikiliza, tulitoa unabii kwa jina lako. Unaelewa vizuri, anasema aa, tulifukuza mapepo tulitoa mapepo. Yaani unabii ulitolewa, mapepo yalitolewa, hawajaishia pale, wakafanya na miujiza mingi. Lakini Yesu hawa anawaita ni waovu. Kwa hiyo ninyi waokole tu Tutumie lugha gani kuhubiri? Au tuhubiri injili ya namna gani? Injili ya namna gani? Maandiko yako wazi wazi, maandiko yako wazi. Haya ni maandiko ambayo yako wazi kabisa. Wamekuja kwa Yesu, wanamwambia a, Yesu Bwana, sikiliza, hatukutoa unabii kwa jina lako kwa jina lako hatukutoa mapepo wachafu na kufanya miujiza mingi. Kwa hiyo wewe murokore, wewe we, ambaye unachukulia mtumishi kwamba ni yule anayetenda muujiza, kujikuta kwa shetani sio kazi kubwa sana. Yesu amewaita hawa waovu, sio mimi. Kwa hiyo hawa manabii mnaowaona, sisi kwa macho ya kiroho tunawaona asilimia zote kwamba ni waovu. Alafu sasa utakuta hii mirokole ambayo imeshageuzwa na kufanywa misukule wanaanza kusema oh, unamwonea wivu, huyu ni mtumishi mkubwa alafu ni, ni baba wa kiroho, ni mtu mzima. Wewe shetani ana umri kuliko nabii yenu huyo. Sijui kama mmenielewa vizuri, nimesema hivi Shetani umri wake ni zaidi ya huyo nabii wako wewe. Shetani alikuwepo huko tangia zamani wewe na huyo we nabii wako amujatokea amuja kuwepo hapa duniani. Warokole ni muda ni sasa, amkeni, acheni kuamini kwamba kila muujiza mnayoona unatoka kwa mtumishi wa kweli wa Mungu aliye hai. Pima Matendo ya huyo mtu anatenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Ana shida ni moja kwa walokole wengi, hiyo miokole ya kizazi hiki tulicho nacho, hamsomi hata neno. Ukisoma hata neno unaenda kwa baba yako wa kiroho akutafisirie, na unashindwa kuelewa kwamba mwalimu bora tuliye naye hapa duniani, amsaidizi wa kwanza ambaye tumepewa atufundishe, atujuze siri zote za kimungu, amambo yote ya kimungu, yale yote ambayo sisi wanadamu hatuwezi kupata majibu, ni Roho Mtakatifu pekee yake. Sio mimi, sio mwinjilisti Edmond Obedi, hapana, ni Roho Mtakatifu. Sasa ninyi mnashindwaje kujua kwamba kweli upotoshaji huu ambao tunaona katika kizazi hiki hautawaacha wengi salama. Yani wengi mnajidanganya wenyewe, kwa sababu naenda kwa nabii fulani aunga, anatena mujiza na unakuta wale, wale, wale, manabi wa hawa manabii wa uongo hawa hawa mashetani mashetani hawa wapumbavu na wajinga wanaopotosha ninyi. Unakuta ka Kiingereza kamo kuna kasauti wanasema ka background background from behind there yeye yeah, anatamka neno unasikia ni mtu "Ndiyo baba, ndiyo. Yes daddy." Au nasikia, Yes man of God. Speak man of God. Eti niseme nisiseme? Ah, speak man of God. Speak man of God. Hadi ah, kama mwanamke kwa kwa kwa, kwa nyuma sauti yatokezea kule, na watu mmekaa pale. Unakuta sio kwamba wanao kaa pale, sio kwamba hawajasoma. Misukure ambayo ina ma degree wapo pale wanakodoa macho. Ah misukure ambayo haijasoma iko pale mule mule kwa hiyo wapendwa, hapa mwezi kutoboa, kama mtaki kusikiliza injili kama hizi injili ambazo ni za kuwaleta kwa Yesu Kristo, kuwasogeza kwa Yesu, ukifahamu kwamba mimi nikipata Yesu nimepata vyote. Ama shetani anakuambia wewe, kama unaamini kama umepata Yesu, ukipata Yesu umepata vyote, wewe nenda huko, hiyo injili mimi sipo. Alafu unakuta misukure inafuata mtu kama huyu. Yani, mimi nakuona kama msukuri ah. Mtu anakuhubiria ah, mambo ya kufanikiwa na kutoboa kwenye maisha haya. What is the end? Mwisho ni nini? Where are you going? Maana kesho kesho kutwa, au hatujui, next week, mwaka ujao, mwezi ujao, una yani, probability ya wewe kuwa kuwepo duniani hajulikani Yaani ni moja probability labda ni moja ya ya trilioni, moja juu ya trilioni ya trilioni moja, igawanye hiyo namba, utaona namba gani? Kwa hiyo probability na possibility ya wewe kuwepo mpendu wa kesho au wiki ijayo au mwezi ujao, mwaka ujao ni moja juu ya bilioni moja, ndio probability na possibility ya wewe kuwepo hapa duniani. Sasa wewe niambie, unashawishiwa una, una na shetani huyu. Yesu mwenyewe amesema, amesema mpendwa, kumbe ametu, ametufahamisha wazi, ameweka wazi akasema hivi: kuna wa, wanaotabiri manabii ambao Yesu anawaita ni waovu, akuna wanaotenda miujiza ya uponyaji bado ni, wa, ni waovu, akuna watenda miujiza mingi mingi sana Yesu bana nawaita ni, wa, ni waovu. Haya sio maneno yangu mpendwa, hizi in ndizo injili za kuwaleta kwa Yesu Kristo. Ujue kwamba Yesu is not all about miracles and the signs and the wonders. Yesu sio hayus, hausiane tu hahusiani, tuna oh, pokea miujiza maji toboa, fanikiwa, apandishwa ah, cheo na nini, huyo sio Yesu, huyo ni shetani. Hizo ni ahadi za kishetani ahadi za kishetani ni za namna hizo au za namna hiyo. Kwa hiyo wapendwa, acheni kupotoshwa kiurahisi na watu kama hawa, maana nikitazama watu wengi siku hizi wamesha acha imani ya kweli, na imani ya kweli hapa naongelea Yesu Kristo. Yani mtu anayewaambia wapendwa, sisi tukaye tayari tengeneza na Yesu, aishi maisha matakatifu ishi maisha ya kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo ili kwamba Mungu ajitwalie sifa na utukufu na heshima kupitia aa, mwana wake wa pekee Yesu Kristo, na sio hawa manabii. Yaani limutu linaongea tu, yaani matakataka, mambo ya dunia yamo mure. Alafu watu wameenda, mimi nawahakikishieni, kwenda kanisani hapana kibali cha kwenda mbinguni wewe kwa wanabii fulani atende miujiza, atende miujiza. Mimi wapendwa, hanitishi mtu. Atende miujiza, awe ni mhubiri maarufu sana, anajulikana dunia yote, hanitishi yani. Hakuna lolote ambalo analifanya kunishawishi mimi kuliko vile Yesu anavyonishawishi mimi. Ninaposikia jina la Yesu Kristo, oh, haleluya! Ninaposikia mhubiri anayesema acha dhambi, tengeneza na Yesu, kesho yako haijulikani, ah, Uh, future yako is unknown, is unpredictable, kwamba wewe kaa tayari kaa mkaa wa kwenda umuraki Bwana wetu Yesu mawinguni siku uh, na saa haijulikani. Huyu ndo mtu wa mimi kumfuata. Haya mambo ya kufanikiwa uh, ni baadaye. Kwanza fanikiwa kimungu, uh, fanikiwa katika mambo ya kiroho, ndipo utaona baraka za Mungu zinakufuata zina. Mpendwa angalia hii ndo siri ya taifa la Israeli mpendwa

Uliona walipotaka kujifanikisha wao uh, kwa nguvu zao kwa uwezo wao uh, kwa, kwa ujasiri wao uh, Goliata alikuwa anawachapa mpaka wa, anawapiga anawakejeli sana anawacheka wa, ana vya kutosha. Lakini walipogeuka wakafanikiwa kiroho wakamsogelea wakamkaribia wakamkumbatia Mungu, haleluya ho, waliona ushindi, ushindi baada ya ushindi katika jina ushindi katika la Yesu Kristo, alikuwa ni ni ushindi wa maadui zao walikimbia walizungu kuta na kuta zikaanguka za Yeriko. Ah, hawakufanya chochote, ni kuzunguka tu wameandamana. Oh, wanamtukuza Mungu, wanaona ushindi. Sasa ninyi hii ya kwenda kupokea maji wapendwa, hizo kanuni ni za Shetani, yaani ni ushetani, ushirikina, uganga wa kienyeji. Wapendwa, tuweni macho macho, naongelea mambo ya, macho ya kiroho, vinginevyo ninyi mmepotea wote na mtajikuta jehanamu. Pado waniamini kwamba ujumbe umekubariki, usisahau kusambaza, kuwapa watu wengine wawili watatu, na Mungu atakubariki na kutamkia baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.